Zipa wamezindua mpango mkakati kwa mwaka 2025 hadi 2030, mpango mkakati wa miaka mitano wenye lengo na dhamira ya kuweka eh, kipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji eh, na kwa hapa Pemba eh, tuna, tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba eh, unaweza ukapata i, ile tunaoita mwekezaji wa kimkakati yani, eh, strategic investor status kwa fedha ndogo zaidi kuliko, kuliko hapa kwa, kwa, kwa dola milioni tano tu unaweza ukapata hiyo status. Lakini vilevile vile, e, kwa dola milioni mbili kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya mia unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba, lakini kama ulivyosema e, mpango huu mkakati una dhamira ya, ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa e, vivutio maalum ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Kuvutia uwekezaji sio kwamba aje mwekezaji apate vivutio, apate fedha yeye. Uwekezaji unataka na wananchi wanufaike, wanufaike kwa ajira, lakini wanufaike kwa vile vile kufanyiwa eh, maendeleo, miradi ya kijamii ile tunayoita corporate social responsibility. Maana yake kwamba kila anayefanya biashara hapa aone umuhimu wa kuwasaidia wananchi.